Tutambue uwepo wa viongozi wote ngazi ya kimkoa ya wilaya, uwepo wenu, nzima, tunayofanya, yetu, tunafikia, tamati, na ngazi kwa uwepo wenu kwenye shughuli nzima kimichezo katika tamati na hatimaye kuwapata mabingwa wetu. Lakini pia nitumie nafasi hii kuwapongeza sana vijana wa lakini Kiela, lazima mfahamu katika, katika pongezi hizi majukumu kubwa sana la kufanya kwa sababu sasa tumetoka katika, katika ngazi ya kiwilaya na halmashauri tumeenda katika ngazi ya kimkoa kwa maana nyingine kwamba mnapata baraka ngazi zote za kimkoa. Kwa hiyo uwepo wenu ninyi kama vijana mwende tu kama vijana wa Kela, lakini mwende kila ngazi kama vijana wa Kimkoa. Kwa hiyo majukumu kubwa sana, mna bendera kubwa sana, ni lazima mkapambane kama vijana pamoja, kwa sababu tunatamani sana tuweze kuona sawilaya ya Kela, kwa maana kwamba Kimkoa kwa mkoa wa Mbeya tukipata wawakilishi kwenye ngazi nyingine kwenye madaraja mbalimbali. Sina shaka na ninyi kwa nidhamu mlionyesha, vipaji vipo, performance nzuri, na imani mambo yatakuwa mazuri sana. Mwisho kabisa ningeomba tuwe na kwa kuwatakia kila laheri. Kila laheri kwa shughuli zinazoendelea nazo. Lakini lazima mkae katika hatua ya kuheshimiana kama vijana, na maana vijana, watu wengi, timu nyingi huwa zinakufa kama vijana katika hatua ya kwanza, mwanzoni kabisa. Lakini naona ninyi mna safari ndefu sana, mtumie muda mwingi kuheshimiana kusikilizana na, na mkaheshimu sana viongozi wenu ambao mpaka sasa wameolea na kuwatunza mpaka hapa mlipofikia. Baada ya hapo, niwashukuru sana. Nipo tayari kuja kombe kwa ajili ya zawadi kwa vijana wenu na coach wa Kiela Talents, nafikiri ndio jina la timu yako. Hongera sana, leo mlikuwa na fainali ya michuano hii ya ligi ngazi ya mkoa wa Mbeya kwa maana ya kupata mbingwa atakayewakilisha mashindano ngazi inayofuata. Leo mmemaliza, tuambie, na umeshinda umewawini wapi wa, wapinzani wako? Cha kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu, kwanza tumefika salama, tumecheza mechi salama. Haikuwa rahisi, ilikuwa ni mechi ngumu, kwa sababu tulijua masandawana nao wana timu nzuri hadi kufika hatua hii kwa maana tayari nao walikuwa wameshajipanga. Kwa hiyo tulikuwa tuna imani kabisa mechi haitakuwa rahisi, itakuwa ni ngumu. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, dakika 90 hatukuweza kufanikiwa kupata matokeo japo wenzetu walipata chansi ya penati, hawakuweza kutumikiza mpira kimiani. Lakini tukaamuliwa tena twende kucheza penalty. Lakini Mwenyezi Mungu naamini alikuwa upande wetu na tukaweza kupata matokeo. Kwa hiyo tunawashukuru sana hii timu sio wana Kiela tena, ni mkoa wote. Kila ni sehemu tu timu inapopatikana, lakini ni mkoa wote wa Mbeya unategemea timu hii kwa sababu ndio tutakaoenda kuwakilisha kanda. Hongera sana. Asante sana. Sana. Hongera Kila sana kila la heri. Nashukuru. Ni timu zote ziko vizuri alafu ziko na wachezaji ambao wako perfect. Kwa hiyo maana tulikutana uwanjani tumecheza mechi nzuri. Tamshukuru Mungu dakika 90 dakat bila bila, lakini tumeenda kupata matokeo kwenye penalti. Eh, kwa hiyo naomba kama wana Mbeya sapoti yenu, sisi tunaenda vijana, tunaenda kanda na kusubiri tupangie kituo senu gani ajili ya kwenda kucheza mashindano ya kikanda hii. Tunaenda kupanda daraja gajaii. Hongera sana, asante.